Kwa hiyo hapo, umemaliza unanikumbuka? Mimi ni mwanamke wako leo, kule unaniambia unalipenda, na mimi ni yule yule mwanaume wako uliyesema nikupe talaka, umenichoka. Wale. Karibu. Asante. Wewe je? Well, ah, no, yeah, nimeshinda na kunywa tu mdautiso Nambi, uh, habari -huh. za majukumu ya siku ya -hmm. leo salam kabisa siku. Mimi niko sawa kiwa kitu kiko sawa kiukweli, mmoja ya kitu ambacho namshukuru Mungu ni kunipa wewe mm. Naanza kusadiki baadhi ya maneno katika maandiko matakatifu yanayosema, Mungu anapotaka kukuletea mtu sahihi anaanza kwanza kuwaondoa wasiofaa. Okay, ukimaanisha nini manano? Ni kwamba aina ya mahusiano niliyokuwa nayo kipindi cha nyuma kabla yako, yalinifanya nijue kuwa kuna maumivu, kuna changamoto nyingi kwenye ndoa yeah, lakini tuyaache yote hayo kwa sababu Mungu amenipa mwanamke anayejua nini maana ya mke. Hilo nalishukuru sana. Hapo hapo nimekumbuka, nakumbuka aliniambia kwamba tukisha seto vizuri, utaleta mtoto nyumbani, tujikuishi naye. umefikia wapi? niko nalifanyia mchakato kwa sababu shangazi yake alisema atafanya utaratibu kwanza wa uhamisho ili aje. kwa hiyo hivi bibi, unajua watoto ni baraka, nyumba imepoa, sina hata kupiga naye like kelele. Uh, please Mi naomba aje mapema as soon as possible, naomba mtoto aje nyumbani please. Jamani, sema basi. Sawa kiukwani, unanifanya najutia siku zote nilizoishi katika hii dunia bila ya kabisa vitu minakutafuta kaitemaji mkaaskizaaza ah. Mina toka yani, hey, hey, hey. Hatakunapotaka kuenda huko, naona hata kuna umuhimu bwana, nimepata kitukitu kitu, kitu kichamara bwana, nimefanya research research zangu nimepata alipohamia mume wetu. Wewe usiniambie. Hey, eh, ndio ushakwambia. Ah ah. Anakaa wapi? Kaza na kwanza masuala ya maji. Mimi naongea vitu vya msingi unajua. Na... Sasa kama ma maji kwao ni steak, nini nikwambie? Au tunagawana. So kila siku mimi nateka tu mimaji, mimaji. Minan... Yes, ni mna... Okay, okay, kwa serious basi hebu niambie. Sasa, wewe unajua ule mtaa wa Amani ule? Pale ukiacha okay, kwa bibi nani ule sui bibi, bibi kwa nani? Kwa acha kwa bibi Sanya, Sanya unaingia kulia hivi. Kuna mtaa pale ule mtaa fulani hivi una una kilami mshenzi kile, unakimbilia mbele unaanza kunitambisha kabla sijamaliza kujisaidia na wewe bwana. Kia, sasa ukiingia pale ule mtaa, nyumba ya kwanza ya pili ya tatu, nyumba ya namba kumi na tano kuna Ula, mipaka nakwamba mimi dada, kwa research nikifanya research research za maana yani, pale tukifika imba namba kumi na tano palevtu acha uoga bwana, wanasema hivi hakuna naniliani hakuna mgumu chai wa mkate. Sikia sasa, mi naenda nitaka nimletee maigizo mana kuona vile yani kwamete ila ili meumia nimejuta yani, unanijua dadako. Na kwa hiyo sekta yani, mizaje liko hivi yani, kama nakuona hivi sasa. Hapo unajua ndoto za kwenda Ulaya zishakatika. Wewe usiongea habari hizo sasa hivi, mimi nina majanga afu naletea habari za kwenda Ulaya wewe. Sasa mimi sina kukumbusha tu kwamba hapo tumebakiwa na ndoto hii Azam. Ila sema ile dude inalomba ile itanielewa. Mm. Mimi nishakwambia hakuna mgumu mkate wa chai.

Oh, Jimmy. Na wewe <laughs> dada, mbona una maswali mengi? Nimekuuliza mume wangu yuko wapi na api, kwa nini unatoka wewe? Afu na wewe ni nani? Mimi ni mke wa Jimmy. um, uh -huh. Unamaanisha kwamba ex-wife, not ex mke wake okay. Inawezekana labda taarifa hujazipata vizuri, unakuta tu taarifa kwamba anaishi hapa, lakini hujapewa taarifa vizuri anaishi na nani. Mimi ni mke wa Jimi. Huyu aliokupa taarifa hajakuambia kwamba Jimi amewa hawezi, na hatoweza <laughs> Usinijaribu hata kidogo, kama ulizoea kucheza na Jini ni uko nje ya geti utazalilika. Jini akije, Jini hawezi kuniacha mimi. Mimi abada, yani mimi ndio alfa na omega, wee, usinambie. Natamani sana mume wangu angetokea hata sasa hivi unione nini atafanya, kwa sababu stori nilizozipata kuhusiana na nawe mwanamke sizani kama mmeongo so, na

Kama hili ndoto, naomba niamshwe, maana ninayopitia yanatisha kwa huyu mwanamke. Kama hili joto, basi baridi nipate. Sorry, kwa kosa gani? Najua Jimmy... Huwezi na pena. Mishindo kabisa kuishi mimi na wewe. Uh, ulipaswa kutambua hilo kabla ja ujatenda kosa. Hivi unajua niliishi kwa ugumu kiasi gani baada ya kuachana na wewe? Unatambua hilo? Kwani ni nani alitaka? Si ni wewe? Yes, it was me, but wesham, hmm. Kajitahidi, hata mimi nilikuwa kama wewe. Baada ya kuachana niliishi kwa ugumu sana, toka nje. Sasa hivi ninaamikia, ninaishi kwa amani sana. Ulichoshindwa kukifanya wewe, tayari kuna mtu anakifanya tena maradufu. Mimi ni yule mwanamke wako leo, kwa niambia unalipenda. Na mimi ni yule yule mwanaume wako uliyesema nikupe talaka, umenichoka. Hey. <coughs> hey. <coughs> Ghafla. <ya mtoka> basi. Amejua <coughs> kuniliza <coughs> Oh Shin itumie nguo basi <laughs> ukimaliza okay, kulia utaondoka, uwe na wakati mwingine. Sababu najua kila kitu kiu, nirudi ndani nikachukue mabegi yangu tuondoke, ni kwa mume wetu kwamba ukifika kule unamwigizia nini, mambo yanakuwa vizuri tena. Yangu nimeigiza, nimelia nimetia huruma nimemembeleza nimebembeleza. Ule bwana kaoa, ule bwana kanichamba na mwanamke wake, wamenisuuza hasa huko, sura ile kweli. Mwanamke gani alimkubalia haraka, anakwambia kaoe mwanamke mikucha kama shetani kama shetani eh, wananichamba wananifanya hivi, ila eh, sema kwa kiasi fulani anapata matumaini eh. Kwa hiyo tunanuru, yani tunarudi kwa sababu nilivyokuwa naongea naye pale, akamwambia mwanamke wake aende ndani aongee na mimi. Ah, basi limeisha hilo, nikaona kama ameanza kulegeza, lakini <laughs> hapo pia kanikazia ila <laughs> najua nikimkazia vizuri, najua dada, dada, mipango mimi mwenyewe nitateseka, si nakuwaje? Ndo anaivunja kwa mikono yangu miwili yani wewe hapo <laughs> mimi ndio napokubali, dadangu, kwao mimi nikapange pange viatu vyangu vizuri, nini tu ni <laughs> akedoobakenaaad mimi naenda kukusaidia, naenda na mipango hilo limeisha, kama nimepaliwa. Mimi naenda sasa hivi, naenda tunalimaliza. Au umeanza? Mimi naenda kumalizia <laughs> sijali. Shemeji yaani unajua, nitaingia mmeachana na dada, hii miezi dada amekuwa hana raha kabisa, amekuwa ni mtu wa kulia tu, na leo amerudi nyumbani, analalamika analia muda wote. Mi nimekuja hapa ili nimwombe msamaha dada. Ni kweli alikuwa amekosea, na sio tuye, hata mi mwenyewe pia nilikosea. Kwao tunaomba tu tusamee Mrudiane. Ule ni binadamu kukosea, tumeumbiwa sisi ni hivyo tushemenye. Kwa hiyo hapo umemaliza? Hey, unajua atakula hali, yani yan hana raha kabisa, kula hali, siku kulala alali, anaweweseka, ni muda wote anakutaja wewe. Msamehe kwa kweli, ni hivyo tushemenye. Unajua, mimi bado sijaelewa msamaha. Nao muombea ni kwa sababu hali ana raha au ni kipi? Kwa sababu so bado sijaelewa <coughs> vizuri. Unajua alikosea kudai talaka. Kwa hiyo sasa, kwa kutokula kwake, hiyo inaweza kuwa ndio sababu ya mimi kumsamehe na kubudiana, au hayo machozi anayoyatoa kubuga akini, alikuwa ni mke wako yule. Afu alikuwa anakupenda unajua, alikuwa anakupenda sana. Yaani sasa hivi ndio unaona kabisa, kwa dada yangu alikuwa anakupenda. Basi tu shetani alimuingia. Hapo hapo na ta shetani, acheni kumsingizia shetani wakati mwingine. Ngoja niwaambie kitu bwana mdogo. Kitu kiwa nacho uwezi kuona umuhimu wake, kikiondoka ndipo unaanza kuona umuhimu wake. Wewe ulikuwa mstari wa mbele kumuombea talaka dada. Nani? na nilifanya hivyo. Sasa nashangaa leo wewe huyo huyo umerudi tena na unaacha hivi. Sikiliza ba, toka nyumbani kwangu na sihitaji kukuona tena, unajua. Hey, babe. Yes, Kari. Asante. Pole. Asante. Hapana Fred, hii sio ndoto. Ni yeye naona Eh, uko na mgeni baby. Besa moja niwache. Unataka kumshawishi ampe talaka? Sikiliza ile laki kano ya wale watoto uliowaleta nyumbani kwangu, wasingiziwa na mimba yangu, kalipe sawa. Haya puto.

Mapema ningeuficha uwangu mtima, nalia mtu mzima, natamani nisingejua lako jina. Ningejua mapema, tusingefika hukumi, nguvu sina nalia mtu mzima. Kweli haya mapenzi haya, narika amejua kunimisa yeah.